Leo na topiki ndogo tu ya uelewa wa saratani ya matiti. mm -hmm. Lakini katika uelewa wa saratani ya matiti kuna swali ambalo nimekuwa nikijiuliza sana. mm -hmm. na ambalo linasema kwamba kwa nini wagonjwa wengi wanakuja wamechelewa, umeona? mm -hmm. Bado kuna hilo kuna kuna hilo tatizo wagonjwa wengi wanakuwa bado wanachelewa mm, kuja hasa wa saratani ya matiti mm -hmm, tunawazungumzia hapa mm -hmm, baadhi. Kila tunapokuwa tunawapokea unakuta tayari ile saratani iko advanced, yani imesogea imeshasambaa. Mon, mm -hmm. mm -hmm. ni kitu ambacho kinashtua kinashtua. Mon, mm -hmm. Sasa swali <laughs> tudiskasi hapa na watakaokuwa wanatazama watapata kitu kwamba ni hasa nini sababu maona kwa sababu tunaona kabisa taarifa zinatangazwa, elimu e, zinatolewa. Shida hasa ni nini? Kwa nini bado na elimu zote hizo zinatolewa lakini bado watu wanakuja wamechelewa? Ehe, labda Sista Patricia unaweza ukatuambia sababu mbili tatu kabisa. Ah, mi naona sababu ya kwanza kabisa ni ukosefu wa elimu elimu ndio, e, juu ya saratani ya matiti mm. Wakina mama wengi wanakuja wakiwa wamekwisha chelewa kutokana na ukosefu wa elimu katika jamii namna mm. ya kuelimishwa kwamba unapopata shida au namna gani ujichunguze iweze kugundua kwamba una tatizo mm. Na kitu kingine tunachokiona ni imani Ndiyo. Kwenye jamii yetu kumekuwa na imani tofauti tofauti. Sahihi. Ehe, watu wengi sana au jamii kama tunavyosema, jamii mara nyingi wanakuwa na imani zao, mwingine mm. akiona labda, eh, labda ziwa limevimba au limeonyesha ile hali ya kama ya chungwa vile, mm. anaenda kwa upande wa wataalamu ambao wa, tiba hizi zingine ambazo kwamba yani hafuati ule utaratibu wa kupata ile elimu ambayo angeweza kuipata hospitali mm. mm. au kwa wataalamu husika wa, mm -hmm. mm -hmm. wa saratani, lakini anatafuta njia mbadala aidha ya kunywa au imani kwamba amerogwa. Hivyo kwenye kwenye, nani, kwenye imani pia naweza nikachangia mm. kasinario kafupi, karibu. Ehe, huyu mm. ni rafiki yangu kabisa, yeye alikuwa ali, ali, ali miaka ishirini na tisa. Umeona, mm -hmm. na alikuwa na watoto wawili. mm -hmm. Sasa alianza kusikia kiuvimbe ki kwenye ziwa, umeona. mm -hmm. mume wake akamchukua uzuri, alikuwa ni watu wenye uelewa. mm -hmm. kamchukua haraka akampeleka Mwimbili, kafika Mwimbili wakamtoa kinyama, umeona. mm -hmm. mm -hmm. walipomtoa kinyama, majibu yalikuja kwamba ana saratani ya titi. mm -hmm na matibabu ya mm -hmm. saratani ya titi operation pia ipo eh, ambapo madaktari walimwambia watamkata wa, wa, wa ziwa mm -hmm. yeye na mama wake walikubali. Umeona mm -hmm. mm -hmm. ikabidi sasa wapeleke taarifa nyumbani mm -hmm. binti akaenda kumwambia mama wake no. Umeona kwamba mm -hmm. wameniambia moja ya, ya tiba ya saratani ya titi ni kukata ziwa mm -hmm. ikiwa katika hatua na za awali, za awali ili waweze kunipa na dawa zingine kama kemotherapy na vitu vingine mm. Unajua nini kilitokea? mm -hmm. mama ake alikataa. Oh. Mona kwamba katika mira na desturi za ukoo wetu haturuhusiwi mtu kukata kiungo chochote cha mwili, ila kuna mtaalam mm. sehemu tutaenda, kule takutibia na na tatizo litaisha. Na tatizo litaisha. Sasa <laughs> kilichokuja kutokea ni kwamba mm. kaenda kwa mtaalam walijaribu hmm. kumtibia kule kwa muda wa miezi karibia kumi na mbili. Unaweza ukaona kwamba kwa muda wa mwaka mzima alikuwepo kwa wataalamu na saratani, yeah. ikishagundulika vile itakuwa itibu mapema sana, umeona? Sasa kadri siku anavyozidi kutumia njia mbadala kule, saratani inazidi kufanya nini? Kusambaa hmm. anakuja kurudi mara ya pili kule kwa mtaalamu, alishindwa akawaambia warudi hospitali. Hmm. Wanarudi hospitali ya nani? Muhimbili, wakaambia tulikupa lifa ya kwenda Ocean Road. Inabidi uende wapi? Ocean Ocean Road. Road. Hmm. Anafika Ocean Road hmm. Wanampima tena Ocean Road na no, unamwangalia, wana stage ile kansa, nakuta ni kansa ambayo iko advanced. Imeshafika kwenye ubongo, imefika kwenye mifupa, imefika mapa, kwenye mapafu hmm. Yaani, imekuwa haiwezi tena fanya nini kutibika, kansa huwa inasambaa, umeshaona unaweza ukaona ni namna gani imani za watu na mira na desturi za watu zinaweza zikapotosha zika, watu. Kwa hiyo kama ni mtu anatusikiliza, mm. aangalia, wanasema wahenga, akili za kuambiwa changanya na zako, umeshaona. Kwa hiyo katika imani kuwataka nichangie hiyo sinario, watu waone namna gani wagonjwa wanachelewa. Kwa unapoongea na ndugu na wagonjwa wakiwa iza, wakakueleza vizuri, utaona kabisa masuala ya imani pia yanachangia, amechukua nafasi kubwa sana. Sana. Hey. Na kitu kingine ni hmm. ignorance ameshaona hmm. hmm. watu wanaelewa kabisa hmm. ila wanapuuzia kwamba mtu anaanza kusikia kabisa Hmm. Kuna kakitu hapa kwenye ziwa hmm. ambapo hakana maumivu, maumivu katika hali hmm. ya katika hatua za awali kabisa, lakini mtu anaenda nafanya nini? Anapuuzia, anapuuzia, anapuuzia, mwisho hmm. wa siku anakuja kuamua kwenda hospitali, tayari tatizo lishakuwa kubwa. So, nini wito wako katika hivi vitu ambavyo tumevigundua tume, ambavyo ni sababu kubwa sana kwa wagonjwa wa saratani Mshu. kuja wamechelewa? ah, asante. Wito wangu mimi mkubwa sana ninaomba kwamba watu wajitokeze, mm -hmm. kwa sababu hospitali yetu ya Ocean Road haiko kwamba ni nje ya nchi nyingine, tuko ndani ya Tanzania, na kwa kuwa tuko ndani ya Tanzania, tunapokuwa tukitoa hizi elimu kama ambavyo umejitolea kijana wetu uh, Isaac uh, imekuwa ni kitu kizuri ambacho kina kitasaidia nadhani kuhamasisha watu, na watu pia wa, wa, wa, wasiogope. Na wasiogope wasipate hofu. Yeah. Maana pia tuna usiri kwamba hili tatizo ay, ay, ni, ni mambo ya matibabu, kwa kawaida waga ni usiri. mm -hmm. Kwa maana atakapofika hapa matibabu ya awali, kwa mfano, kufanya checking zile mm -hmm. mm -hmm. au check up ni bure, kwa hiyo tunawakaribisha tuna waje na wasisite kupitia chaneli yako mm. Watu kuuliza maswali na kutaka kujifunza zaidi. Kama mtu unaswali, unadondosha komenti mm. hapo mm. chini mm. basi tutapitia na tutaweza kusaidiana Dio. Kama utahitaji mawasiliano, utatufata inbox mm. tutakuelekeza namna ya kufika mm. taasisi. Yetu huduma mm. ni free kabisa, kabisa. Mm. Mama, tusema check up za awali, za awali. Mm. ni free kabisa tutakuangalia matiti utaelekezwa vizuri, namna gani ya kujichunguza, kujichunguza na kuchukua hatua za mapema mm. Mm. kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo vinasababisha wagonjwa wengi wana shida ya saratani ya matiti kufika hospitali wamechelewa. Tumesema ya kwanza kwamba kuna kupuuzia, kuna ukosefu wa elimu na pia kuna masuala ya imani potofu. Kwa tukiacha hivi vitu vyote, saratani ya matiti inatibika kabisa. Tenashu. Na hmm. kuna baadhi ya, ya video niliongea na dada mmoja alikuwa anaelezea. hmm. yeye alipata saratani akiwa na umri wa miaka thelathini, sasa hmm. hivi na miaka thelathini na sita e hmm. ikaipata tu wakaweza kumtibia mapema wakaondoa ziwa, umeona hmm. mpaka sasa hivi hmm. ni survivor mzuri anaishi vizuri amepona kabisa, na na miaka thelathini na sita so unaweza ukaona miaka 30 mpaka miaka 36 na hakuna dalili zingine zozote. Yes, ukiwai mapema kabisa, saratani inafanya nini? Mm, inatibika. Kaa na sisi Glozack Empire mpaka next sessions. Bye. Bye.